No, na tunaanza na habari za kitaifa na tunaanzia wizi bandarini. Jeshi la polisi nchini linawashikilia watumishi saba kati ya 15 wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania baada ya kubainika kuhusika na upotevu wa mapato ya shilingi bilioni 47.4 kutokana na, maka, na makontena 11884 kutolewa bandarini bila malipo. Pia magari 2019 yanadaiwa kutolewa bandarini kinyemela na kusababisha upotevu wa mapato wa zaidi ya shilingi bilioni moja Mwandishi wetu Imaculet Kirulia ana taarifa zaidi. Mbali na makontena hayo, ikumbukwe kuwa Desemba saba mwaka huu waziri mkuu Kasim Majaliwa alibaini makontena mengine elfu mbili mia nne thelathini na moja yaliyokuwa yamehifadhiwa kwenye bandari kavo bila kulipiwa tozo ya zaidi ya shilingi bilioni moja nukta tisa. Kufuatia hali hiyo, mamlaka hiyo ikaamua kufanya ukaguzi mwingine na kubaini upotevu mwingine wa mapato ambapo, hadi sasa wahusika saba wanashikiliwa na polisi na wengine nane wanatafutwa na jeshi hilo ili sheria iweze kuchukua mkondo mm, wake. Hatua hiyo imebainika kufuatia ziara ya waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa, kwenye mamlaka hiyo iliyolenga kufuatilia hatua zilizochukuliwa juu ya makontena na magari hayo yaliyopotea katika bandari kavu bila kulipiwa kodi Meputeza shilingi bilioni moja kwa upande wa magari milioni sabini na mbili laki nne themanini na tano elfu, mia tano na kumi na nane Tamuanzo ya mwanzo ilikuwa ni milioni arobaini na saba nukta nne nane kwa ajili ya makontena. Ya pili ilikuwa ni, ni milioni moja nukta sifuri saba mbili kwa ajili ya magari hatua zilizochukuliwa kwa watumishi wa baadhaa hadi kufikia tarehe 29 Disemba, yani leo, watumishi saba kati ya 15 waliokuwa wanahusika na ukusanyaji wa mapato wa wharfage katika ICD na CFS wamekamatwa na kufikishwa polisi ili waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa anatoa angalizo zaidi kwa watumishi wa bandari hiyo, ambao tunasema wa watashindwa kuleta vielelezo vya uthibitisho wa malipo yao watapewa notisi ya kulipa ndani ya siku saba. Wale ambao watashindwa kutoa vielelezo ya malipo yao, kama wamelipa, wameshindwa kwenyee, tunawapa piria ya, ya siku saba ili waweze kulipa malipo yao. Watakaoshindwa kulipa baada ya muda huo watakamatwa na kufikishwa polisi, ili waweze kulipa na kuchukuliwa hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja na kufungiwa kufanya biashara na mamlaka ya bandari. Watumishi wa bandari wanaotajwa kuhusika na tuhuma hizo ni Nathan Edward John, El Sante, Aaron Lusingu, Amani Kazuri, John Mushi, Valentini Sangawe, Leticia Masaro, Christina Tem, Merina Chawala, Happy God Naftali, Adnan Ali, Masud Selemani, Bonaswiti Kimaina, Benedicta Sangawe na Zainabu Bwijo. Immaculate Kirulia, Star TV, Dar es Salaam.